nchini South Africa nao atazungumzia. Hii mada ni mada inahusiana jua nini, bazazi wa Kiafrika wanafikia kupatia watoto wao majina ya kizungu. Ni sirtu wale walenda kwa masomo akabatika kupata diplome grade au licence, awapendi watoto wetu wazunguze hizo lugha. Tuko na ndugu yetu hapa Deme, atatufasiria tuambie, ni mzuri kusie baafrikai kutoka mna tire yetu kwenda manatira ya kizungu kufoxe watoto wetu wanze sema Kifaransa. maisha ya leo maisha ya leo maisha ya leo maisha ya leo. Ndugu journaliste, uh, kwanza mie nitaanza kujibia kwa ile swali ya kwanza ile yenye ulisema. Uh, wazazi wetu wanakuwa wanapatia watoto maisha majina ya leo. ya kizungu Uh, tukiangalia vizuri Mwafrika Mwafrika kweli, tunakuwa tunapoteza utamaduni, mila na desturi, tunakuwa tunaipoteza sana, hasa sisi Wakongomani, sisi Wakongomani hatujui tunakuwaga munini, tunapoteza mila na desturi, na ndiyo maana utajikuta mzazi yeye kupatia mtoto jina ni majina ya Kizungu. Ukifika kwa ule mtoto, unamuuliza maana ya hii jina ni nini? ule mtoto hata ajua ile jina maana yake nini, na labda we, we mzazi mwenye ulipatia ule mtoto ile jina aujui maana ya ile jina ya ule mtoto. Lakini tukienda katika mila na desturi kama vile nchi yetu ya Congo inatuambia mu constitution uh, congolaise wanasema kama majina kweli inapasha kutoka mpatrimoine congolais Alors, sasa kama inapasha toka mule lakini watu c'est comme si hakuna si kenye wanajuaga na kila wakati wao ni wakupanapana tu majina za Kizungu huko. Unasikia jina sijui Karine, unasikia jina sijui bel, Belzine. Belzine ni, inamaanisha nini? Non. Ile ninaweza ni, nikajibia kwa lile swali lako la kwanza la kusema kwamba tunakuwa tunapatia watoto majina ya Kizungu ni pale ambapo sisi wa Afrika hasa sisi wa Kongomani tunakuwa tunakosa Uh, kujua tena mila na desturi na utamaduni wa Kiafrika. Kuna sehemu mbalimbali ndugu mtangazaji ambazo zinaleta hata visirani. Mtu anaweza kasirika akifika ile sehemu. Ya kwanza ni hapa Kolwezi. Hapa kwenye tunapatikana. Kolwezi hapa tunakuwa tuna, tunaishi kama vile wazungu. Juu ya nini? Tukienda kwanza mungambo ya ya, ya nchi yetu DRC. Eh, DRC si ndio nchi yetu Kongo. Alors, ile nchi yetu kweli ina lugha ina lugha ine ambazo sisi huku tunaita lange nationale, ziko lange ine na tuko na lange moya enye iko ofisiele na ile lange ofisiele ni Kifaransa. Sasa tunakuwa tunashindwa kutofautisha lange ofisiele na lange nationale. Baadhi ya watu ndugu mtangazaji, mimi nakuwa nawatizama, naona kwamba tunashindwa kutofautisha zile lugha kwa sababu tukisema langue officielle ni langue zenye ao ni lugha ambayo inaweza ikasemewa labda eh, ku maadministration ku mamedia eh, mu maguvernema byavile make mbitu ya administration na mu education, ndio malango officielle unaweza zikuta mtoto anaenda kusoma banamufundisha kama sisi huku Kongo tuna langue officielle yenye tunaita francais mtoto ataenda kule anajifunza Français. Sasa zile langue nationale zenye tunaita langue nationale, zile ni lugha ambazo kila Mkongomani mw kila mwananchi anayepatikana eh, anayepatikana katika lile nchi anapashwa kuzungumuza ile lugha, wanaita langue nationale. Sasa mimi kitu kenye kinanishangaza ni nini? Unajikuta zile langue nationale zetu atuzijui atuzifamii kuvizungumuza ku, ku, ku na, wa na baadhi ya wa wazazi wanataka zipotee kabisa, njo unajikuta unajikuta, ndugu mtangazaji, unaenda katika familia, unaona huyu mzazi ye, aongeagi, aongeagi na mtoto wake tena lang nationale. so, kama no. kama vile Kiswahili kama vile Lingala okay, kama vile Kikongo kama vile Chiluva Zile lugha hatuziongei, hatuzizungumuzi tena na watoto wetu, tunakuwa tu ni Français, Français. Kila saa mzazi: ah, mon enfant, tu vas la-bas, tu m'amenes ceci. Toi, hey, l'autre, vous n'allez pas par ile. Ni nini wazazi, tukiingia katika utamaduni ile, ni nini inatuonesha? Labda, kwa, labda tungekuwa hata na wazazi wamoja ambao eh, tungepasha wauliza ile swali, kwa nini wanakuwa wanafunza watoto sana, wanawaongelesha watoto sana

jua nini watoto wetu tunawafosi kuzungumuza lugha za nje, tunawakataza wasizungumuzi lugha zetu za asili, na kwa nini tunawapatia majina Mdumina ya kizungu? TV, upande wangu kuhusu lugha zetu za Kiafrika, unakuta eh, katika watu wote kwenye dunia Mwafrika njo mutu mwenye anajizarau, ndio njo mutu mwa jamini tawajuta wale wa black kwenye kala Amerika, njo watu weko chini sana parapora wengine ukenda si, ukifika mwinchi zetu za Afrika, watu weusi wako chini ya wengine, na njole inatusheta kwa maluga zetu, na kama maluga zetu sie azina maana, maluga zetu sie ziko chini kwa maluga za wengine, na njole najikuta oleke tu aprendre ba totetu maluga, maluga zetu za asili sale kwa aprendre lugha yetu ya Kiswahili, kwa aprendre maluga yetu swa siki Fulero, Kibembe, Kivira na ngine tu maluga yetu ya asili, unajikuta mzazi kuna make sure amfunshia mtoto maluga maana ukiongea lugha ya inje, inje sw so ki ukiongea Kiingereza eh, ukiongea Kifaransa so ukiongea swati Kichina unajikuta, eh, unaonekana mu watu kama wewe ulisoma kama wewe unajua kila kitu, njo inabidi sa watu wa komprendre kama lugha ni utia communication. Lugha ni eh, ni inakuwa na permettre kwa cohesion sociale. Lakini, si kitu kwetu, lugha si kwetu, naonesha kama mtu make a partir la langue tunakuwa na determiner mtu kama huyu alisoma na huyu kusoma, na wakati lugha eh, aina uti ya kusema kuse huyu alisoma na huyu kusoma. Lugha ni iko uti pale ya communication, ni question ya communication ndio lugha. Na na mdogo simo, tunashukuru sana, tupatie tena tupatie micro na tugeuze kamera kwa dada yetu mwingine, tumsikilize japokuwa kwa atasema kwa kiingereza na kizulu wangereza watasikia okay? hey, um mm. indawo evakaselwa abantu ba abahlukahlukene and it will be easy ebantwaneni bethu ba ngokuthi bakhone ukucommunicate nalabo bantu labo bangaphandle ngoba ilanguage yabo vele mm. bazoyazi but in,

miye wakati nazaliwa mzazi wangu eh, ananifundisha fun, anani tu mpaka Kifaransa, Kifaransa, Kifaransa, Kifaransa nakomala nazoea ile Kifaransa. Mimi minafika kule sasa, kuwatate pale eh, tunaita wakambo. Wakati tunafika kuwakambo kule, kambo akusomaka, akusomaka Mancha yake eh, masomo ya, ya murefu kwa sababu eh, labuda pesa zilikuwaga azionekani, azi akusomaga, na ile kifaransa aijui Sa wakati mi nafika kule na naka namwambia Kambo, Bonjour Kambo. Ah, bon, comme bonjour c'est une salutation. Kambo na ya taitika, Oui bonjour. Alo, hmm, bile vyengine we nataka kuongeza naanza ongeza vingine. Na Kambo, comme vous vivez ici, je ne sais pas quoi et quoi. Kambo bile vyote, te abijui. Sasa mienda zungumuza, jena Kambo. Ile ni swali labda tungewauliza wazazi hmm? Na kwa mtazamo wako naona sasa wazazi wanakosea nini hususani kuwapa watoto majina ya Kizungu na kuwalazimisha watoto wetu wazungumuze Kifaransa au Kiingereza, ambayo sio lugha zetu za asili. Unadhani tunapoteza uafrika au njo kuinua uafrika kufanane Ulaya? Kweli tunakuwa tunapoteza uafrika kwa sababu, we mzazi ukizoesha mtoto kuongea ile lugha ya Kizungu,

najisi ni lange officielle ndiyo tunaweza tukapata kazi watatu interroger mu Kifaransa eh? Labuda eh, ile masanse ya vile mais aussi pour créer ma, ma, ma, ma lien familiarisation na watu, il faut mutu anakuwa anajifunza ile lugha ya kwao ya asili. A, a, a, ile ni ya maana sana. Inawezekana ni kwa sababu wa, wazee wa wetu kambo zetu wanajulikana mtu mtu eh, Afrika akisha kuzeeka wanaanza kumwita mlozi, haiko. Ile ndio sababu ya kusema kufundisha watoto wetu Faransa, wasipate hata jinsi ya kuwewa ulozi kwa kambo, kwa mfano ndugu <laughs> mtangazaji. Hapana mie, labda ninaweza nikasema nini, ninaweza nikasema kwamba uh, tunataka tuji

ile kitu tuko na jikonforme na wazungu, na njo pale kwetu tuko tunaenda tunapoteza utamaduni, mila na desturi okay, ya Kiafrika. Ndugu yetu tunakusikiliza, na tuko na swali ingine sasa. Faida gani ambayo tuko nayo kumpatia mtoto jina, jina ya, ya asili? Naweza nikakuonesha umuhimu wa, wa ile jina ya asili. Jina ya asili ni jina ambayo inatambulisha mtu inamtambulisha. Nakupa mfano hmm. unatoka Muprovence ya, ya North Kivu. Okay. Unaenda muprovence ya South Kivu. Najua malugha zenye ziko kule, kuna kiande, kuna mashi, kuna vibembe, vifulero, vivira, kuna lugha nyingi sana kule. Mm-hmm. Lakini wakati ulizaa mtoto wewe kama vile mushi, na ukampatia jina ya ya, ya ile, ya ile mashi mm -hmm. Mtoto atatoka huko hata kama alikuwa hapa mjini kwa lwezi mm -hmm. anaweza akatoka hapa na anaenda tembelea kule, au iko napita tu, iko naenda munjia, iko na tembea. Wakati atafika sehemu sehemu moja tu anaweza kupata na majanga, wanamuuliza eh, we jina yako nani? Sema, jina yangu mie ni, ni Irakoze kwa mfano mm -hmm. Ao jina yangu mie Chiragarura. Wewe. Mm. Eh, watasema, Chiragarura. Weye, hii jina, kila, ule tu ile, jina mwenye atauliza ah, mbona hii jina inataka fanana lugha fulani? Mm. Na kama ni wa ile lugha atapita anasema ah, mtoto wetu. Na hata kama ulipata majanga munjia huko vitu vile vile kupata munjia kwenye ulikuwa naenda directement watapita na kuzogeza wanaanza kuuliza kwenu wapi? kwetu fasi fulani, kwetu fasi fulani, kwetu fasi fulani kweli huko huko, wetu mie niko mnyomba yenu, ya vile vya vile, na ndugu unaanzia pale. Kutokana na nini? na jina sa wakati ulipatia mtoto ile majina ya karene eh, silive, silivere kama silivini eh? ndugu mtangazaji, ile jina hakuna hata siku moja utakutana naga na ndugu yako kutokana na ile jina ya Kizungu. Nchini kwetu Kongo, tunaonekana tunawafosi watoto wetu kuzungumuza Kiingereza ki Kifaransa na lugha zengine za kigeni. Sa nini, unaona tofauti wa lugha za, za, za, za wengine ambao wanajifokalizea sana malange yao ya asili tofauti na yetu, sio ya Kongo ambao tunajifanza tuna sisi njo wazungu ambao tunayoke Kifaransa, kwa kula kuvala na kuongea na kufosi watoto wasiku na jina za asili. Unaona konsekase gani tuko nayo kwetu Mkongo, tukifanya komparaiso, yani tukitaka kulinganisha mainchi zingine na hii nchi yetu ya Kongo, kweli mimi naweza nikasema kwamba wakongomani wanapenda prestige eh, mwonekano, waonekane eh, wao njo wanajua. Tukiangalia katika mitandao ya jamii wanasema Kongo ni nchi ya kwanza Muafrika kuongea kwa Kifaransa. Sawa, hatukatali. Tukiangalia katika hii majiografi, Kongo ni nchi ya kwanza kuwa na nini na dhahabu. Sawa, hatukatali. Sasa ile mali ya chini ya udongo, ile mazahabu inatufalia nini? si wa Kongo mani huko, naona lakini, kweli tunajitapa na konye, tunaendaka tunasemaka, mi mkongomani mani bwana, na ukifika Tanzania nasema mi mkongo bwana. Mi mkongo nyumbani, kuna kuna dola eh? Eh? Ile, ile dola inakufanyizia nini? Ao hiyo Kifaransa we unaongeaga mu Afrika inakusaidia weye nini? Twende kwa mfano Tanzania, langue nationale ya Tanzania ni Kiswahili, ni Kiswahili, na wanaelewana barabara kabisa, wanaelewana vizuri sana ndugu mtangazaji, wanaelewana bien. Bien kabisa eh, langue officielle yao ni nini ni, ni Kiingereza na njo jinsi nilikuambia kwa mbele, kwamba kuna utofauti wa ofisiele na nini na national. Unaona sasa, ile ofisiele ya Tanzania, ofisiele ni wanaongea watu wa, wa biro, president anaweza ongea na wenzake. Mimi ukiangalia Tanzania awaongeaki tena ile maKiingereza, ni Kiswahili hata maofi, hey, ofisini kote wanaongea Kiswahili tu, na njo lang national. Na shuleni unaruhusiwa kwa sababu ni, ni lange iko nationali vya na hmm? Kiswahili ki eh? hmm. Unaona utofauti? Wao wanaongea hata kama nachukua na ingine inchi kama vile Burundi, Burundi nao lang nationale ni Kirundi hmm. lang ofisiele yavo ni Kifaransa na Kiingereza. Lakini ukienda kumaofisi kule wanaongea Kirundi mpaka Kirundi tu hmm? unajiuliza, juu ya nini wanavalorize wana privilege culture yabo huh? paraporo ya culture ya inji wanaelewa hmm. vizuri sana alikomala nayo hmm. hmm. hmm. Lakini wewe huko mkongomani ushapatikana Kolwezi, nimpaka ni Kifaransa tu. Ulitoka ku este, tuko na 26 province, ndugu mtangazaji ile okay. Province zote ishirini na sita hmm. zote zinaongea Kifaransa, lakini kuna ma province ambazo Kifaransa kiko kidogo sana unatoka kule unaongeaga Kiswahili. Wewe kufika huku mu province ya Lualaba juu ulikuta Kifaransa na we directema Kiswahili, unakuwa kama vile unafanya nini? Unasahau. Unakuwa una ni Kifaransa na unazala mtoto huku Lualaba directema kuna tena kumfundisha Kiswahili, unasahau kama kesho kesho kesho yake unaweza kurudia kule. Jua si mjui hmm? ni wa wapi? jua si mjui, labuda hiyo, uh, hmm? Tunajiuliza, ni kwa mfano hawapendi wajue mtoto ni wa wapi? Lakini sona, anafika huku ni francais, francais, francais, francais, francais, francais. Anasema wewe ulitokaga ku West au ulitokaga wapi? Unaona? Njo hiyo ma utofauti wengine mainchi ina valorise lugha zao, lakini sie huku hapana. Angalia ku masomo langue officielle ni ni hmm. mu Kongo ni francais, ni francais. Anglais iko langue officielle. Mais mu masomo ya Kongo bana valorise francais muko muko mpaka na nani nakuru ya, ya, eh, eh, nakuru ya anglais eh? Bana valorise anglais. Muko mpaka na kuru ya anglais english kila siku watoto wanasoma English. Sasa hakuna Lingala, hakuna Kiswahili, hakuna Kikongo, hakuna chilu. Mkongomani mkongomani na kwa vigumu kusikiana, kuelewana, na njo Mkongomani kumkongomani na wasanii wakubwa kama vile Fali, Weransone, Kofi, vile Fali, we, we ransone, Kofi, jinsi atokupata basi ya kuelewa zile lugha, watu huko Mashaeli Grand Katanga wanakuwa waelewi nini Fali yako naimba, wanapenda tu instrumentale sana, ni wageni hivyo. Njo hivyo Fali anaimba Lingala hmm? Wera anaimba Lingala mesie, huku kata wapi? Huku huku este unakuta Lingala mwenye anaisema ni mwizi huku. <laughs> Naona utofauti kwa sababu atu hatupatii zile lugha zetu umuhimu na nguvu kama vile zingine nchi jirani. Na kushukuru ndugu mtangazaji na ndugu mtazamaji wa Dakika Media, hapa tunafika mwisho wa emisio yetu. Mimi ni Rabi Jeremi na mjini Kolwezi tulikutanishana na ndugu yetu Mesi Shukuru na tukazungumuza naye kuhusu mada ambayo ulisikiliza eh. Mada ilikuwa nazungumuzia ni yani, kwa nini tunafosi watoto wetu kutoka mlugha zetu za asili na kwenda mluga za kizungu na ufika mbali na kuwabadilisha hata majina, ni kwa sababu gani? Uh, unaweza kutuandikia na wewe mkomanter. Je, lugha zetu za asili, uh, kishi kibembe, lugha za kuachana chana za Kongo, zinakuwa na mkosi gani juu tutume watoto zetu ndugu zetu kuwafosi wazungumuze mpako familia zengine, awezi ukaingia wawezi kaingia kama haukwendaga shuleni kwa sababu watoto tu kiukweli hawayui Kiswahili, na wengine wanajua ila awezi akazungumza Kiswahili kwa sababu mzazi alimwambia, ukisema Kaswahili <laughs> on va te frapper Sala, we